Hello, mambo vipi? Kwa majina anaitwa Monsuly au Mr. Fani ebwana, niko zangu huku Mbezi na huku ndipo anapoishi dada Zuru pamoja na mumewe. Uh, ile historia juzi ile ambayo niliiposti katika YouTube ya mwanamke kumfumania mchepuke, mchepuko wake na mwanamke mwingine. Sasa bwana, kumbe ile story au ile video mumewe aliweza kuiona, so mumewe aliweza kunitafuta kwenye simu na akaniambia huyo mimi ni mke wangu, na nimejisikia vibaya kukutana na vitu kama hivyo. Uh, of course niliongea naye kwa muda mrefu sana sana sana kumuelewesha, akanasema mara futa nina nini na nini, akasema nitakupeleka mbele ya sheria, unajua mambo mengi sana uh, lakini dakika za mwisho nikajaribu kumuelekeza mzee, akameelewa na nikafanikiwa kuonana naye, tukazungumza vitu kadhaa, nikamuomba hili tukio hili ambalo tunataka kulifanya sasa hivi tulirekodi kama ushahidi wetu. Mzee akakubali. So hapa mzee wangu yuko pembeni hapo, so muda mrefu mtamwona, na kitu pekee ni kwamba hapa tunaenda mpaka nyumbani kwake anapoishi mzee pamoja na mkewe zuo, na unavyoambiwa mpaka mida hii ndoa yao kidogo haiko vizuri vizurizuri. uko nyumbani A, na mumewe pia mumewe, lakini anafanya kama hajaona kitu chochote, si ndio? Mi napewa nguvu na ndugu zangu Barcelona hoteli, Barcelona hoteli. Wana hoteli ya kisasa kabisa ambayo inapatikana Goba la Stanza pamoja na Goba Center. Ye bwana, kama unahitaji sehemu nzuri ya kupumzika, kurelax, kufanya akili yako ikae sawa basi hakikisha unafika ndani ya Barcelona hoteli, lakini bila kumsahau ndugu yangu Abu Wada ni fundi ya simu kutoka Kalia Com Simbazi A. Yeye bwana anatengeneza simu za aina zote yaani ukipeleka simu yako yoyote ile, basi Abu anatengeneza lakini pia usisahau ya kwamba Abu Wada bwana anauza makava ya simu, chaji ports, pamoja na eh, protector za glasi. Tunaweza kumpigia kwa namba hizo hapo ambazo nimeziweka kwenye screen. Muda wote anapokea, si ndio? My brother mzee wangu, ah, karibu <laughs> nilikuwa naongea kidogo, si unajua ndugu zangu, lazima niwakumbushe bwana yeah, vipi hali mzee wangu Da? mimi pia namshukuru Mungu, niko salama kabisa bwana bwana bwana. <laughs> najua hawa watu wote ambao wanatazama hapa yes wanatamani kujua kile kisa ambacho kimetokea, na ninachoshukuru Mungu kakupa moyo wa kipekee sana ndugu yangu, si kwa sababu sikuamini kama lile swala tungelizungumza katika hali ile na tukalimaliza katika hali ile. Nadhani naweza nikafanya hivi, nikakuekea na wewe hii ili madi tuzungumze vizuri. Ah, mi nashukuru sana Mr. Monsuly. Jambo e, nimelipokea na kama unavyojua hivyo, wakuambia bwana utuzima ni dawa e, lakini nimepiga moyo konde. Hiyo e, ishu ya mwanamke wangu kuchukuliwa na yule kijana boda boda nimelipokea, lakini inaniumiza sana moyo mona, inaniuma sana lakini ndivyo hivyo, wanaume tumeumba wanachesa Taka, hmm. Na huku ni nyumbani kwako kabisa, huku ni nyumbani kwangu kabisa okay. Naishi na mke wangu yeah. Ndio huyo hapo ambaye ntenda hizo. Yeah. Mi nakumbuka zuri, nilifamilina naye mwaka jana yeah. Tulishuti movie flani hivi, so nikamjua zuo, tulifanya naye kazi flani ya sanaa muda muda kidogo, ni muda mrefu au uju uh, zuo ishu ya sanaa, najua ni mwana sanaa na niruhusu zuri kabisa okay, okay, okay, mm, okay, lakini nahisi kwamba ule uhuru nahisi kama, kama umepitiliza. Sijajua, sijajua mwonae kwa zuu, nimemruhusu tu afanye sanaa, mi na biashara zangu okay. Nafanya mambo yangu ndo hivyo okay. Mm. Na pia kitu kingine, kama unakumbuka nilikwambia kuwa yule kijana kijana, bwana niweza kuzungumza naye na ninavyokwambia hapa nimekuja naye ila nilimwacha kule kwa sababu ningemwambia kwa, tunaenda kwa mume wazuu kidogo angekuwa matatizo, si unajua mzee wangu. So nimemwambia uh, akae sehemu apate chakula, alafu okay. tuone kama namna gani tukiwa tunaongea mambo okay. mingine atakuwa mazuri, basi sio mbaya akifika nyumbani, hata vijana unaweza kumwambia bwana aje, sio mbaya. Karibuni sana nyumbani. Basi tuhakikishie tu amani mzee wangu na usalama. <laughs> Mzee Masuri ukubwa dawa kabisa, umeelewa? Kwa hiyo mpaka umri huu nimeshakutana matatizo mengi sana kiasi, yes, kwamba hata hayo pia ashanikuta, lakini ni, ni kama tu marudio, unaona. Ingawa inaniumiza sana ndani ya moyo wangu, lakini ndio hivyo, sina jinsi oye, e, lakini najua mambo mm -hmm. Uh, yeah. so, so, <laughs> atu ya kimungu na matatizo matatizo ameumbia mwanadamu, ni kweli. Karibuni nyumbani bwana, hata usihofu, si tuko vizuri kabisa. Na nyinyi vipi? Jamani, ah. uh, hapa ndo nyumbani anapoishi ishi Zoo. <laughs> uh, sasa twendeni tukajue story kamili tukapate history ya ndoa zao ndoa yao a <laughs> ah. Okay. yes, okay. karibu sana yes uh, tumefika. <sighs> Karibu sana kwa dada yetu Zuo an uh, <laughs> story <laughs> kamili hipo humu ndani Stori na mzee, tuone, hmm. Kama zuri, pia, tutampata itakuwa ni. Naomba nikukumbushe kitu kimoja, ndugu yangu, hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kugusa neno jeupe lililoandikwa subscribe hapo chini, umeliona ili neno, ili ili liguse gusa kwenye simu yako hapo chini, angalia, gusa, ehe <coughs> <coughs> yes. Vizuri sana, wewe utakuwa mtu wa kwanza kujipatia video yangu yoyote ili nitakayoiposti katika YouTube channel yangu. Asante sana na ninakupenda, okay. Ah. <laughs> Yeah. Bwana, karibu sana asante sana. Hmm. Ah. Ah. <laughs> sana habari za majukumu yangu sana hivi tuna kwa sababu hiyo sauti ya feni inaweza ikawa inasikika katika hizi yeah. Sii tunaweza na hapa yeah. yeah. yeah. yeah. okay. okay. okay. Faza hapo umejenga kabisa hapa sasa hivi bwana, kumkuta mtu amejenga kwake unajua ni <laughs> changamoto sana yeah, uh, hivi, changamoto kubwa moja unavyodhani, kwa nini vijana wengi wanachelewa kujenga, unadhani? <laughs> Asilimia uh, kubwa vijana wanaelekeza sana kwenye masuala ya starehe. Yaani, ile pesa anayepata mm, aona kama ni ndogo, aitoshelezi kufanya hivyo vitu, lakini kumbe kuna uwezekano wa kuitunza ile pesa ah, yeah. na akaja akafanya vitu vikubwa okay. mm -hmm. mm -hmm. Kwa hiyo nataka uniambie kuwa uh, vijana wengi mapenzi, starehe, pombe eh? Au starehe gani unamaanisha? Yani ndio hivyo kwamba maswala ya mapenzi, pombe, mambo ya club club na mambo mengine mengine, pia ndio yanahusisha sana vijana. Cha kwanza faza, mimi nashukuru kwa kunikaribisha nyumbani na nashukuru nimeweza kufika hapa. Mambo kama haya katika jamii yanatokea sana, mara nyingi kijua familia mbalimbali, kuna mambo kama haya, sema ni hakuna watu ambao wanaweza kuzipazisha sauti mambo kama haya. Mi nadhani nimebahatika Mungu kunipa kipawa cha kupaza sauti katika vitu kama Uh, uliiona vipi video yangu, ile video ambayo nimeshoot na zuu hiyo ambayo yafumanizi zese? Kwa kweli Mr. Mansuri, ile video baada ya kuiona, jambo mm, la kwanza yani nilipata shock. Kwanza pole sana, nashukuru yani, iliniumiza, iliniumiza sana sana sana kuona ah. Si niseme nini kwa sababu ile mapokeo ya ile video, kwanza nilivyoitizama tu kuona kwamba mke wangu ndo anafanya kile kitendo. Ay, niliumia sana. Unaona? niliumia mno mno mno mno mno, lakini kwa sababu ndo kiutu uzima nikajaribu kujikaza, halafu nione hili swala tutalifanyaje na tutafikiana nao vipi? Unaona, eh, kwa sababu nani nani wife wangu nampenda, nampenda mnaona, nimetoka naye mbali, tuna muda naye mrefu kidogo. Na muda gani labda, kwenye mahusiano wewe na mkeo? okay. mke wangu bwana na muda kama miaka sita, hivi sita au sita na nusu. Oh. Hey. Okay. na ni halali kabisa, umemwoa? na nimemwoa kwa ndoa na vyeti vya ja ndoa vipo na hata picha za ndoa zipo, kila kitu yani. Yaani sio kwamba ni mwanamke ambaye anaishi naye kihalali kabisa, labda amebahatika kupata watoto uh, watoto ambao amebahatika kupata nao ni watoto wawili, anasoma wako shule. Baada ya kuiona ile video yangu <laughs> kitu gani cha kwanza labda ulifanya, na wewe uliona mitandaoni au uliona vipi? Ile video bwana niliona kwenye mtandao. Eh, lakini ah, sikuamini ile kitu umeona eh? Sikuamini kwamba mke wangu kweli kabisa kwa halali nimemwoa pole sana. na mwisho na mwisho, ndio maana mimi nataka tuzungumzie. Okay, sawa sawa. na na, na vipi, labda ulijaribu kuwasiliana na familia ya mwanamke mama e, au baba, wazazi wake, ndugu yake yoyote? Ah, unajua kuna baadhi ya vitu vingine ni aibu umeona eh?